Elekea huko nchini Burkina Faso tunafahamishwa kwamba kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traoré ametoa shukurani zake za dhati kwa nchi zilizoandamana duniani kote Jumatano iliyopita, akisema mshikamano huo umeimarisha imani yao kwamba mapigano wanayopigania ni ya kupatikana kwa ulimwengu mzuri na usawa zaidi na wenye haki. Napenda kutoa shukrani zangu kwa wazalendo wote wanaopenda amani, wapenda uhuru na wapenda Afrika wote ambao waliandamana ulimwenguni kote Jumatano, Aprili 30 mwaka huu 2025, kuunga mkono kujitolea kwetu na maono yetu ya Burkina Faso mpya na Afrika mpya kujiweka huru kutoka kwa mikono ya ubeberu na ukoloni, Traore aliandika katika ukurasa wake wa X. Aliahidi kutobadilisha msimamo hata wakati anapopitia changamoto. Badala yake akasema, nitasimama kidete hadi watu wetu watakapokombolewa. Maelfu ya raia barani kote Afrika waliandamana chini ya wito wa Hands of the Ace kuonyesha mshikamano wao na Burkina Faso na kiongozi wake wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traoré. Maandamano yalifanyika Burkina Faso, Ghana na Liberia, na kwingine yakiongozwa na mashirika ya mashinani. Waandamanaji walilani vikali uingiliaji wa mataifa ya kigeni na kusisitiza kuunga mkono nchi hiyo dhidi ya ubeberu. Wimbi hili la mshikamano barani Afrika linafuatia ufichuzi wa hivi majuzi wa mamlaka ya kijeshi ya Burkina Faso kwamba ilizima njama kubwa ya kumpindua Traore mnamo Aprili 21 mwaka huu. Serikali ya Burkina Faso ilieleza njama hiyo kama juhudi ya kuzua machafuko na n